Habari za asubuhi mte, mpenzi mtazamaji popote hapo ulipo, karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika studio zetu kwa jijini Dar es Salaam Tanzania. Bila shaka umeamka salama, kama sivyo Mwenyezi Mungu aliye mwingi wa rehma akufanyie wepesi katika afya yako na kama mfuko ni apeche alolo basi akufungulie milango ya riziki kufuatia wikendi, na kuelekea maandalizi ya sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya, mieni buheri wa afya hasa. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D, si mbaya. Katika kukamilisha matangazo haya asubuhi ya leo, upande wa mitambo mwenzangu ni Freedom Richard. Karibu tuangazie magazetini leo, kipindi ambacho kinakujia kila siku saa moja na nusu asubuhi, na hivi sasa ni saa moja dakika ishirini na tano tukielekea hiyo nusu ya kwanza ambayo ni ada ya magazetini leo, kuwa hewani popote hapo unakontizama, tutumie ujumbe wako kupitia ukurasa wetu hapo e, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi na unasema nini. Na kama bado si mdau wetu unaweza kuwa mdau wetu sasa. E, tufuatilie kupitia Sauti Kuu TV Online, pia tuko hewani. Unaweza kusubscribe huko na kubonyeza alama ya kengele kadhalika ukatufuatilia kile itopo. Sasa kile itopo leo, mshirika wetu asubuhi ya leo ni Kanisa la Tabernacle of Glory TJ Kawe. Huyu ndiye anatupa nguvu kubwa ya kuwepo hapa kuangazia, ni kuangazia dondoo mbalimbali za magazeti kunako magazetini leo. Uh, kama alivyotangulia kukuambia ya kuwa magazetini leo inakujia kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili na nusu hivyo tunaangazia magazetini leo kukufahamisha yapi yamejiri yapi yalijiri yapi yanatarajiwa kujiri na wengi wamesema nini hasa wale ambao wanashika ngazi za juu yani viongozi uh, wa serikali pamoja na wa kimataifa hayo yote yameandikwa na waandishi mbalimbali mbali katika magazeti tofauti, na yamethibitishwa na wahariri wa magazeti hayo kuwa yafaa kwa umma. Kazi yangu ni kukusogezea tu yale ambayo tayari yamekusha kuandaliwa. Sasa nitupe macho asubuhi ya leo gazeti uh, gazeti Mwananchi, kama tayari umekusha kukamata nakala yako mkononi mwako twende sambamba, na kama bado basi nitegee sikio lako ama ntazame mubashara pia kwani haya yote yaonekana hapo katika uh, smart TV yako ama simu janja yako. Mwananchi limepambwa na habari inayosema asubuhi ya leo, tumejipanga jeshi la polisi laeleza linavyoimarisha ulinzi kuelekea Disemba 9 likisema maandamano yamekosa sifa za kisheria. Chalamila afafanua yanayowakera wananchi. Kurasa wa pili wa gazeti hili unaeleza undani wa habari hii. Habari hii pia imeambatana na habari picha. Habari picha hii inamwonyesha uh, askari wa jeshi la wananchi akiwa ameshikilia silaha yake mkononi ku, kuashiria kwamba umejipanga vilivyo kuimarisha ulinzi kuelekea Oktoba, uh, kumradhi kuelekea uh, Disemba tisa kama ambavyo habari hii inajieleza katika ukurasa mbele wa gazeti e, Mwananchi. Haya, atilia mbali habari hiyo, habari nyingine nasema, Dr Mwigulu, amkeni kuna mchezo. E, awataka wakina nani waamke na kuna mchezo wapi? Basi kamata nakala yako uweze kufahamu kwa kina, na pengine kama siku kamata nakala, basi tembelea kurasa za mitandao mbalimbali mbali ya kijamii ambayo inaweza kuwa ime andika eh, habari hizi TANESCO yaje na mita janja. Zigo kwa madiwani kuunganisha taifa. Athari za UKIMWI katika muziki wa Tanzania, ukurasa wa 17 gazeti Mwananchi unataja habari hii kwa kina, athari za UKIMWI katika muziki wa Tanzania. Haya, SMZ kuongeza bajeti ya elimu hadi shilingi trilioni moja. Habari hii pia utaipata hapo Achilia mbali gazeti Mwananchi, tuangazie gazeti eh, Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika maandamano Disemba tisa yapigwa marufuku. Maandamano Disemba tisa yapigwa marufuku. Habari hii imetajwa zaidi ukurasa wa pili eh, wa gazeti Nipashe Mwanga wa jamii. Haya, mawakili msiwe wana harakati, msivuruge amani. Mtawa aliyetoweka patikane Zambia. E, mvutano kupata mwenyekiti Halmashauri Chato wapata ufumbuzi. Haya bwana, habari hii imetajwa katika gazeti Nipashe. Wananchi kubadilishiwa mita za umeme nchi nzima habari hii imetajwa katika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Unaweza kujipatia nakala hiyo kupata habari kwa kina. Leo ni wikendi, mtazamaji, ama kwa hakika sina mengi ya kukuchosha, ni machache tu, na katika hayo machache basi mengine ni haya yaliyoandikwa katika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti hili limeandika Mwigulu, hatuna mzaha, miradi maadili tena amesema magari kwa watendaji si ya kuendea semina, ahimiza amani, atoa agizo tiba za dharura, uzinduzi bima ya afya kwa wote wanukia. Habari imetajwa katika ukurasa wa pili wa gazeti habari leo eh, gwiji la habari Tanzania. TAMISEMI yapokea pikipiki eh, mia tatu za maofisa ugani Mabalozi wanaambiwa subirini matokeo ya tume, serikali inasema, bwana, mabalozi subirini matokeo ya tume. Bila shaka ni tume ile ya uchunguzi iliyoundwa na mheshimiwa rais wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuchunguza yale yote yaliyojiri eh, Oktoba 29. Haya, habari nyingine, kunako gazeti Habari Leo inasema: mashirika yazidi kusuka ufanisi bajeti ya elimu Zanzibar kufikia trilioni moja. Chalamila ahimiza amani. TANESCO yazindua mita janja, yapewa agizo. Haya na mengine mengi utayapata katika gazeti Habari Leo, guji la habari Tanzania. Mimi nasonga mbele Tazamaji, nitupie macho yangu manne yote kunako ukurasa mbele wa gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Gazeti hili limepambwa na wino mweusi, habari isemayo, daktari Mwinyi, walimu wakuu simamieni dhamana zenu. Habari hii imeelezwa hapa na inaambatana na habari picha inayomuonyesha Daktari Mwinyi pamoja na viongozi wengine mbalimbali wa elimu. Pinda ataka mifumo maalumu ya ukusanyaji tafiti chuo cha mafunzo cha kusanya eh, milioni mia moja, sitini na saba kilimo cha miwa Dr. Khalid atembelea miradi ya kimkakati pemba eh, tuendelee kumwomba na kumshukuru mwenyezi mungu kwa amani tuliyonayo ni habari ambayo imetajwa hapa eh, gazeti zanzibar leo limeandika sudan kukumbwa na wimbi jipya la ukatili habari hii imetajwa katika gazeti zanzibar leo kwa ukweli na uwazi unaweza kukamata nakala yako ama kutembelea katika kurasa mbalimbali mbali za mitandao ya kijamii uweze kufahamu tunasonga mbele hatuna wakati wa kupoteza uhuru kweli daima limeandika Dr. mwigulu ashusha rungu kwa wazembe Dr. mwigulu ashusha rungu kwa wazembe haya moja kati ya mambo aliyazungumza baada tu ya kupatiwa nafasi hii ya waziri mkuu ni pamoja na uwajibikaji hasa kwa watumishi wa taasisi e, za umma taasisi za umma e, ofisi za umma sekta hizo pia kwamba e, lazima kuwajibika. Uzembe yeye hatafurahishwa nao. Marufuku kuandamana, kauli ya polisi. Marufuku kuandamana. Mchumbi ataka watumishi kuzingatia weledi kazini usafiri SGR Krismasi, mambo mserereko. Unaambiwa usafiri SGR kuelekea Christmas, mambo mserereko, habari ukurasa tatu, gazeti Uhuru kweli daima. Haya, gazeti wa Machinga uh, sauti ya wanyonge limeandika Mwigulu, Dr. Samia ni rais wa vitendo, ajira uh, mpya kumi na mbili elfu za elimu na afya kuanza January 2026 Dkt Samia ni rais wa vitendo, ajira mpya elfu kumi na mbili za elimu na afya kuanza e, Januari, ukurasa wa, e, wa pili wa gazeti wa machinga sauti ya wanyonge unaeleza habari hii kwa kina. TANESCO yaendeleza safari ya mageuzi nchini. Polisi watoa tamko, wapiga marufuku maandamano kuelekea Eh, Desemba 9. Haya, Dkt. Nchumbi ya sisitizi umuhimu wa kulinda mazingira, muungano pia ameutaja. TPA yaibuka mshindi wa kwanza tuzo za NBA. Habari hii ni kwa mujibu wa gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge. Sasa tuangazie Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Gazeti hili limeandika, polisi yapiga marufuku maandamano Disemba 9, wasema yamekosa sifa za kisheria, yanaashiria mipango ya uhalifu. Habari hii imetajwa ukurasa wa nne wa gazeti Taifa Tanzania Uzalendo kwanza. Miongoni mwa habari ambazo mtazamaji zinashika hatamu asubuhi ya leo, zinashika hatamu siku za hivi karibuni, zinashika hatamu katika mitandao mbalimbali ya kijamii, zinashika hatamu katika vyombo mbalimbali vya habari ni pamoja na hii ya polisi kupiga marufuku maandamano ya Disemba 9. Je, yeah, hili litafanikiwa kwa kiasi gani? Basi tutashuhudia. Dkt. Nchimbi atoa maelekezo kulindwa mazingira na muungano. Ee, RC Chalamila wataka vijana kuacha mihemko. Habari ikitajwa zaidi ukurasa wa pili wa gazeti Taifa Tanzania Uzalendo kwanza. RC Senyamule anasema tuimarishe maombi na umoja kulinda amani ya taifa. Haya, gazeti hilo basi linatamatisha sehemu ya kwanza ya magazetini leo iliyo mahususi kabisa kwa habari za kitaifa na za kimataifa na kwa sababu leo ni weekend basi, tusipate mapumziko moja kwa moja tuangazie michezo na burudani kwa uchache sana, kisha nitakupatia nafasi ya kupata nakala yako, kupata habari kwa kina ama kuondoa utata wa habari inayokutatanisha katika ufahamu wako, kwa maana nyingine hujaikamata vilivyo eh, baada ya kuisikia sasa, tuangazie gazeti Mwanaspoti. Eh, Mwanaspoti bwana limeandika eh, ishu ya kocha mpya Simba yatua Barcelona mastaa wamtaka Matola. Habari hii imetajwa katika gazeti Mwanaspoti. Simba ya tua Barcelona, ishu ya kocha mpya Simba ya tua Barcelona, mastaa wa wamtaka Matola. Namna gani bwana Matola? <laughs> amekuwa gumzo Simba Sports Club, wengine wakitaka ang'oke na yeye na wengine wakitaka aendelee kusalia katika klabu hiyo ya Msimbazi. Pedro awaka Yanga asema mastaa wamezingua, azungumzia mkwanja wa Jigu Diara. Habari hii imetajwa hapa katika uh, gazeti Mwana Spoti. Unaweza kama tenekele hiyo Singida Tra United mechi ya kisasi Hakuna rangi hatutaiona ni habari ambayo imetajwa katika gazeti hili la kimichezo na burudani pekee, gazeti Mwanaspoti. Wapenzi wa michezo na burudani, haya ndio ya kwenu, yanayowahusu sasa. Tutupia macho gazeti Nipashe. Nipashe limeandika Bajabel mfalme mpya Simba, Bajabel mfalme mpya Simba wanasimba, tuambieni kwenye comment section hapo hii. E, e, taarifa ni ni kweli kama inavyosemwa kwamba Bajabel ndio mfalme mpya wa Simba? E, mashabiki tuambieni katika kurasa hapo za jumbe haya. Pedro anika sababu kukosa mabao mengi aiweka vile vile, Trent njia panda Real Madrid, ni habari ambayo imetajwa katika gazeti ni Pashe, mwanga wa jamii kurasa wake wa mwisho naondoka hapo e, nikitupia macho gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti hili limeandika Pedro awachana wachezaji Yanga, Matola ajipa kazi maalum Simba, Diamond kupiga show mfululizo, ni habari ambayo imetajwa e, katika gazeti hili sasa. Uh, habari leo pia limeandika kuhusu Bajobel. Bwana anasema Bajobel nyakati ngumu kwake zimekwisha, ukurasa 23, gazeti hili unaeleza undani wa habari hiyo. Vilevile gazeti Zanzibar Leo michezoni KMKM Mlandege zaibuka na ushindi wa kishindo PBZP au habari ambayo imetajwa hapo, bado kuna kazi kubwa Simba ya uh, Matola bado kuna kazi kubwa Simba Matola, kama nilivyokuambia, bwana huyu jamaa amekuwa gumzo sana katika klabu hii ya Simba. E, sasa nini kitafanyika? Je, mashabiki watasikilizwa, wale wanaodai ang'oke, eh, ama wale wanaodai aendelee kusalia ndani ya klabu hii? Hayo yote tutayafahamu katika siku za usoni. Endelea kutegea sikio vyombo mbalimbali mbali vya habari pamoja na kurasa za mitandao ya kijamii ya Wanasimba pamoja na wale eh, watu wa soka. Pedro aelekeza nguvu Coastal Union. Tanzania yaanza vibaya mashindano ya dunia ya IBA. Miamba minne dimbani NBC eh, Premier League eh, leo miamba minne dimbani NBC Premier League leo. Haya, unaweza kupata nikala hiyo, kupata habari eh, kwa kina. Sasa tuangazie E, gazeti Uhuru, ukweli daima, michezoni. Gazeti hili limeandika mabao ya mnyima usingizi Matola, e, mabao ya mnyima usingizi Matola. Tuge Stars yapewa mchongo Wafcon, kocha Pedro awapa tano nyota Yanga. E, Ronaldo Georgina kufunga ndoa <laughs> Ronaldo Georgina kufunga ndoa ni habari ambayo utaipata vile vile katika ukurasa wa mwisho wa gazeti Uhuru utakapokamata nakala hiyo. Sasa gazeti wa Machinga Sporti limeandika makundi Kombe la Dunia 2026 ya pangwa, Azam Simba mechi ya kibabe. Mac Maxim rasmi kocha Mbea siri habari ambayo imetajwa hapa Mac Maxim rasmi kocha wa Mbeya City Matola apigwa debe eh, Simba. Habari ambayo imeelezwa hapa Matola apigiwa kumradhi, Matola apigiwa debe Simba, kocha Yanga asema pakome. Habari nyingine eh, habari imetajwa vile vile katika gazeti hili, unaweza kukamata nakala hiyo kupata habari hiyo kwa undani. Sasa tuhitimishe magazetini leo. Uh, magazetini wikendi, kwa kuangazia ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti Taifa Tanzania uzalendo wa kwanza michezoni. Gazeti hili limeandika Azim Deuji ya ushauri uongozi Simba kumkabidhi Matola timu <laughs> habari hii imetajwa katika ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti Taifa Tanzania Azim Deuji eh, ashauri uongozi Simba kumkabidhi Matola timu Wanasimba nyie, mnasemaje? Meafiki Matola akabidhiwe timu ama la, tuendelee kusubiri mzungu? Haya, Saud ina nafasi ya kunasa saini ya Salah. Saudia ina nafasi ya kunasa saini ya Salah ni habari ambayo imetajwa katika gazeti Taifa Tanzania uzalendo kwanza michezoni. Mzizima dabi, mashabiki wa Azam Football Club twendeni kwa Mkapa kesho. FIFA yamwalika Trump draw ya kombe la dunia. E, FIFA ya mwalika Trump draw ya kombe la dunia. Tusubiri kuona kama e, mwaliko huo utaitikiwa ama la. Gazeti taifa Tanzania, uzalendo kwanza, linahitimisha dondoo ma za magazeti kwa upande wa habari za kimichezo na burudani asubuhi ya leo, kadhalika. Ninahitimisha magazetini leo kwa ujumla kutokea hapa katika studio zetu jijini Dar es Salaam Tanzania. Ninayetamatisha magazetini leo jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D. Simbaya kukamilisha matangazo haya ya moja kwa moja, upande wa mitambo mwenzangu ni Freedom Richard, amesimama vyema kuhakikisha unapata sauti nyororo, lakini pia unatizama picha angavu. Asante kwa kuwa mdau wetu na kutufuatilia kila itopo. Sasa kila itopo leo. Magazetini leo inakujia kila siku ya Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu za asubuhi. Lengo kuu ikiwa ni kukufahamisha tu yale ambayo yametaradadi katika nakala tofauti za magazeti, na kwa sababu leo ni weekend, basi niko uchache hasa, ili nikupatie nafasi ya kujipatia nakala yako kupata habari kwa kina ama kuondoa utata wa habari inayokutatanisha katika ufahamu wako, kwa maana nyingine hujaikamata vilivyo. Saa moja na nusu kwa saa za Afrika Mashariki, kila itopo leo magazetini, na kwa mubashara Afrika Kati, basi ni saa kumi na mbili na nusu. Bila shaka nikutakia weekend njema, mtu mtazamaji popote hapo ulipo, mapumziko yako yawe mema, hasa salimia familia, ndugu, jamaa na marafiki, lakini hakikisha ya kuwa unajiandaa vilivyo sana na siku kuu za Christmas na mwaka mpya. Usikae kinyonge, tumia fedha zako unazotafuta kwa jasho eh, kuburudika, kuburudisha mwili wako eh, kutuliza akili yako na fahamu zako. Ebu enjoy maisha ukiwa bado uko hai, ukiwa bado una nguvu. Kwa heri, nikutakia asubuhi njema na siku ibie siri sana ya kuburudisha eh, mwili wako katika maisha ambayo burudani ni ngumu kupatikana kama hautaitafutia mwenyewe. Kutakia asubuhi njema